Je, unajua ni yapi alojiri baada ya mchezo ya mchezo wa Yanga African na AS FAR kumalizika? Je, unadhani ni ipi hatima ya klabu ya Yanga African kuelekea robo fainali? Kama unataka undani wa habari, basi endelea kuungana nami mtangazaji wako pendwa Kambona Kani ambaye anahakikisha anakupa habari habari moto moto za kimichezo habari za wakati huu, ndugu mtazamaji wa chaneli yetu pendwa Dicky Studio TV, mahali ambapo unapata habari moto moto za kimichezo na nikukumbushe tu mtazamaji wetu, usisahau kusubscribe chaneli yetu pendwa ili uwe miongoni mwa wale wanaweza kupata habari zetu na uwe wa kwanza kufaidika na habari moto moto kutoka katika chaneli yetu pendwa Dicky Studio TV. <laughs> Na huo ni undani wa habari hiyo. Wanaklabu wa klabu ya Young Africans, mashabiki na wanaharakati mbalimbali wa kisoka wamekuwa wakiweza kuzungumzia ni ipi hatima ya klabu ya Young Africans baada tu ya kupoteza mchezo wao dhidi ya AS FAR Rabat ambao ulipigwa huko jijini Morocco. Klabu ya Young Africans sasa inaweza kushuka hadi nafasi ya tatu ikiwa na pointi zao tano, huku kinara wa kundi hilo wakiwa ni mfalao farao kutoka Misri, yani Al Ahly FC. Pia kundi hilo likifuatiwa na AS FAR ambao na pointi nane, huku kibonde wa kundi hilo akiwa ni JS Kabylie mwenye alama tatu tu, ambaye naye aliweza kupatuwana na, na mafarao farao katika mchezo wao wa mwisho, akuweza kudraw kwa sare ya bila bila, yani bila ya kufungana, akuweza kugawana alama moja moja ambazo zilimfanya aweze kupata alama tatu muhimu na kumpush pia Al Al-Ahli kuwa na alama tisa. Na kuweza kuwa kinara wa kundi hilo. Sasa baada ya mechi hiyo, kocha wa klabu ya Young Africans ameweza kuisifia klabu hiyo ya AS FAR Rabat na kusema kuwa wamejitahidi katika mchezo wao na waliweza kuchukua faida ya kucheza nyumbani, ilhali ya kuwa na sapoti ya kutosha, kwani mchezo huo ulichezwa bila mashabiki. Na kwa upande mwingine, tukienda kwa afisa habari wa Young Africans yani Ali Kamwe pia ameweza ku, kuwapa, kuwapa pongezi wachezaji wa klabu ya Young Africans kwa kujitoa katika mechi hiyo licha ya kupoteza mchezo huo kwa goli moja bila. Pia alikame ameweza kuwapongeza wa wachezaji huo wachezaji hao na kusema wachezaji wake walipambana wa juu hadi chini, ila mambo mengine ni mipango ya Mungu, na wameweza kupoteza mchezo wao huo moja bila, lakini aliweza kuwapa matumaini ya wanachama wa klabu ya Young Africans kuwa nafasi ya wao kuweza kutinga hatua ya robo fainali bado wanayo, na kinachohitajika tu ni maombi makubwa. Pia ni ma, na kinachohitajika pia, kinachohitajika kikubwa ni kuweza kutoa ushirikiano wao, wasiweze kuikatia tamaa klabu yao pendwa ya Young Africans, kwani ina nafasi ya kuweza kutinga katika hatua pendwa, ambayo wanaharakati wengi wa soka na wanaklabu ya klabu ya Young Africans wamekuwa wakililia kwa kipindi cha muda mrefu, yani nikimaanisha hatua ya robo fainali. Kwa upande mwingine, mashabiki wa klabu ya Young Africans na wanaharakati wengi wa soka wameweza kukatia tamaa klabu hiyo na kusema kuwa kuna uwezekano mdogo tu wa Young Africans kuweza kupita katika hatua ya robo fainali, huku viongozi na management nzima ya klabu ya Young Africans amba, ambayo ikiwa chini ya JCM na Engineer Hal Saidi iliweza kuahidi wachezaji wa klabu ya Young Africans kitita kizito, ilihali tu wangeliweza kumfunga mpinzani wao AS FAR Rabat, lakini kwa isivyo bahati wameweza kupoteza kitita hicho kinene ambacho kiliweza kuandaliwa na uongozi wa klabu hiyo. Na pia uongozi huo haukuishia hapo tu, kwani umewahidi wachezaji wa Young Africans ikiongozwa na benchi la ufundi kuwa wange, wangeliweza kupokea kitita kin, kinono zaidi iwapo tu ataweza qualify na kwenda katika hatua inayofuata yani ya robo finali. Sasa, baada ya mchezo huo, wachezaji wa Young Africans wameweza kuwasili jijini Dar es Salaam vizuri, na sasa wameweza kujiandaa kwa ajili ya mchezo wao unaofuata ambao watapigwa katika ardhi ya hapa Tanzania, lakini wakivuka maji, na mchezo huo utafanyika katika uwanja wa New Amani Complex, nikimaanisha chichini Zanzibar, ambao Yanga watakuwa mwenyeji na kumkaribisha kukaribisha JS Kabylie. Sasa kitu kimoja tu ambacho Yanga wanakioma wana mpaka sasa ni kumwombea mpindani wao yani AS FAR Rabati ambaye mechi yake ijayo wanacheza na, na mafarao farao wa jijini Cairo Misri yani Al Ahly ili waweze kupoteza mchezo wao huo, na Young Africans kama dafanikiwa kuweza kupata ushindi mnono, yani kuambia goli mbili tu, watakuwa wamejihakikishia moja kwa moja kuweza kutinga hatua yanayofuata, yani hatua ya robo fainali. Je, wewe kama mwanaharakati wa soka na shabiki pendwa wa Young Africans, una mawazo gani juu ya klabu ya ce? Je, unafikiri hatima ya Yanga ni nini? wataweza kubadilisha historia? Yaani kuweza kutinga katika hatua pendwa ambayo mashabiki wake wakikua wakidilia waki waki waki waki kwa mda mrefu robo yani, fainali au ni nini hatima yao? Basi, basi endelea kutufuatilia wa habari na uweze kupata habari motomoto zingine za, za kimichezo kutoka ndani na nje ya Afrika. Pia usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment, ili uwe, uweze kupata habari nyingine motomoto za kimichezo hapa hapa, si, si mahali pengine bali ni Dicky Studio TV, chaneli yako pendwa ambayo inakukishia mtazamaji wake unapata habari motomoto, za ukweli na za uhakika.